Basi tumekutana ukusanyika hapa kwa ajili ya huduma ya kuzindua kufungua madarasa haya. Tunapokaribisha mheshimiwa baba Askofu, kwa ajili ya tendo hilo, tuimbe 262 fungu la kwanza tu tumshukuru Mungu Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Bwana akae nanyi. Basi tusikie sasa risala, Kaskazini, mshirika wa Diakonia Faraja. <arose> Hotuba ya ufunguzi wa jengo la maktaba, darasa, ofisi pamoja na stoo. Mheshimiwa baba Askofu Dkt. Fredrick Onael Shoo mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, mheshimiwa msaidizi wa askofu, waheshimiwa viongozi wa kanisa, waheshimiwa wageni waalikwa, wadiakonia, waalimu na washirika wote, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Mheshimiwa baba Askofu, kwa heshima na taadhima, napenda kukaribisha na kuleta kwako ombi la ufunguzi wa jengo jipya lenye maktaba, darasa, ofisi na store jengo ambalo ni ishara ya maendeleo ushirikiano na upendo wa kweli katika kazi ya Bwana. Ujenzi wa jengo hili umewezekana kwa neema ya Mungu na kwa msaada kutoka kanisa la kiinjili la kilutheri la Bavarian Ujerumani, kupitia mpango wa huduma za maendeleo ya kanisa, Church Development Service. Tunatoa shukrani za dhati kwao kwa, kwa moyo wa upendo na kujitoa kwao katika kuunga mkono kazi hii ya injili na maendeleo ya watu wa Mungu hapa Tanzania hususan hapa Faraja. Tunatambua kwa namna ya pekee mchango wa mdiakonia Klaus Heim ambaye amekuwa kiungo muhimu katika kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa mradi huu. Aidha, bodi ya ushirika wa diakonia Faraja kwa niaba ya uongozi wa dayosisi ya Kaskazini inatoa shukrani za dhati kwa ofisi ya Mission One World Tanzania chini ya uongozi wa mdiakonia Klaus na timu yake iliyoko Tanzania ya Project, Project Desk Africa Arusha inayoongozwa na mama Monica Gaspari, kwa ushirikiano wao wa karibu, ushauri na msaada uliotuwezesha kufikia hatua hii kubwa. Leo tunashuhudia matunda ya maombi, kazi na imani. Jengo hili litakuwa chombo cha kujenga maarifa, kuendeleza huduma za kanisa na kukuza vipaji vya wadiakonia na watumishi wa Mungu kwa vizazi vijavyo. Jengo hili limejengwa ili kuwezesha kituo kusajili mafunzo ya udiakonia kwenye mfumo wa nactivate. Hivyo jengo hili limejengwa kutimiza matakwa ya nactivate. Jengo hili mpaka limekamilika limegharimu milioni 131.1. Aidha idara ya mission, idara ya mission wa, uh, Mission One World Tanzania wametupatia msaada wa samani za zote yaani meza, viti, mashelfu na makabati kwa ajili ya maktaba zenye thamani ya milioni 27.3. Aidha idara aidha ya Mission One World wametusaidia, wamesaidia kituo kununua kompyuta mpakato mpya 21 kwa, kwa, kwa, mafunzo ya udiakonia kwa ajili ya mafunzo ya udiakonia na ofisi ambao kwa pamoja zimegharimu shilingi milioni sitini na moja. Tuombe Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa kuturuhusu na kutuwezesha kujenga nyumba hii. Tunakushukuru kwa ajili ya wote waliotoa sadaka zao na misaada mbalimbali ili kuiwezesha kazi hii kufanyika. E, Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya kuwalinda mafundi wakaweza kukamilisha kazi hii pasipokuumia. Mungu mwenyezi, tunakuomba uiangalie kazi hii tuliyoifanya kwa mikono yetu kwa huduma yako. Tunaomba kazi hii iweze kukutukuza wewe yes. na kuwapatia watu wako mahali ambapo huduma hizi walizozitaja zitatolewa ee yes. Hey, Bwana tunakuomba ufanye makao yako mahali hapa, ili wale wote watakao fanya kazi na wale watakaoishi hapa wakauone utukufu wako na kukusifu wewe amen. Tuombe wote sala ya Bwana, Baba yetu Basi na mimi kwa mamlaka iliyopewa na neno la Mungu na mamlaka iliyopewa na kanisa nina yes. lifungua na kuliweka wakfu jengo hili katika jina la Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amin. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen, amen, amen, amen. Bwana akubariki, akulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tangulie sasa wenyewe, viongozi na wadiakonia, miombe na mpendwa wetu diakonia Klaus atangulie katika jengo hili, karibu.